Kuna msemo unaosema ukitaka kuwaficha wa Afrika uweka kwenye kitabu. Ukichunguza utagundua msemo huu ulihusisha utafiti ambao wa Afrika walikuwa hawana mazoea ya kusoma vitabu. Katika miaka mingi sasa, watu wengi wamekuwa wakipendelea kuangalia television na wengine kuangalia kwenye mitandao ya kijamii, ambapo wamekengeuka na wamekuwa watu ambao hawasomi vitabu kabisa na kubaki kuwa ni historia. Mwandishi Jenny hili alinukuliwa katika kitabu chake cha mwaka 1990, Ingel de Minds, aliandika hivi, kadri muda unavyopita, huenda watu wakaacha kusoma kabisa. Miaka ya nyuma watu walikuwa hawawezi kuacha kusoma vitabu na wengine kudiriki kusoma hadithi katika vijarida vidogo, kama vile jarida la Sani ambalo lilikuwa maarufu sana kusomwa na watu wengi, wakubwa na wadogo pia, na lengo lilikuwa ni kuongeza maarifa lakini sasa miaka ya 30 baadaye imepita, ambapo wakufunzi wengi hasa katika nchi ambazo teknolojia imekuwa na imetumika sana, wamesema wastani wa vijana wengi kwa sasa hawawezi kusoma kama ilivyokuwa zamani. Tabia ya kuacha kusoma vitabu imekuja hivi sasa baada ya watu wengi kuona wanapoteza muda mwingi wa kuelewa na kutafakari katika mambo mbalimbali mbali wakiwa wanasoma vitabu, na wengi wao wanapendelea kupata taarifa kupitia mitandao ya kijamii. Kuna faida nyingi za kusoma vitabu, licha ya kuongeza maarifa, lakini pia kitabu kinaweza kumbadilisha mtu na mtazamo wake na hata kumjenga katika mambo mbalimbali ya kimaisha. Msomaji wa vitabu anafahamu jinsi vitabu vilivyo na umuhimu mkubwa sana katika maisha ya kila siku. Vilikuwa muhimu tokea zamani, lakini katika zama hizi umuhimu umeongezeka mara nyingi sana. Pamoja na umuhimu huo, kungali kuna idadi kubwa ya waafrika na watanzania wakiwemo ambao hawaupi vitabu muhimu unaostahiki. Kuto kuvipa vitabu kipaumbele huenda kumechochewa na kutofahamu faida zake. Na hawa ni miongoni mwa watu waliofanikiwa kutokana na tabia zao za usomaji wa vitabu. Huu ni Dr. Ben Carlson. Wakati akiwa madarasa ya chini, aliaminika kuwa ndiyo mwanafunzi kilaza kuliko wote darasani. Hata yeye aliamini hivyo pia. Jitihada za mama yake kumlazimisha kusoma vitabu kulizaa matunda. Miezi kama sita baada ya kuanza huo utaratibu kulimpelekea kufanya ugunduzi mkubwa sana maishani mwake, kwamba yeye ana akili. Ugunduzi huo ulimfanya ainuke kitaaluma kutoka kwenye mkia hadi kuongoza darasani. Baadaye alikuja kuwa daktari bingwa aliosaidia wagonjwa wengi ndani na nje ya Marekani. Muhamed Saidi, simfahamu sana huyu mzee lakini makala zake chache zimehakikisha kuwa ni msomaji mzuri wa vitabu. Nina uhakika kuwa ni kati ya watu walio na mafanikio katika maisha yao. Bill Gates, pamoja na kuwa na mambo mengi, bado anajitahidi kusoma vitabu visivyopungua hamsini kwa mwaka. Anakiri kuwa vitabu ndivyo chanzo kikuu cha maarifa yaliyomwezesha kuwa na mafanikio makubwa kiuchumi. Huyu mwingine ni Eli Kishigongo, naamini wengi wanamfahamu. Yeyote aliyewahi kufuatilia historia yake atakubaliana nami kuwa mtaji mkuu wa mafanikio yake ni vitabu. Sijawahi kukutana naye ana kwa ana, lakini nilifanikiwa kusoma makala kadhaa inayohusu maisha yake na mafanikio. Kuna kitabu chake kinachofundisha na kuhamasisha mafanikio. Kwa ufupi, yuko vizuri kichwani. Shigongo ni mfanyabiashara na mbunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kama nilivyosema, mafanikio yake aliyonayo, msingi wake mkuu ni usomaji wa vitabu. Christopher Mwakasege ingawa ni mchumi kitaaluma , lakini pia ni mhubiri. Ameshaandika vitabu vingi hasa vya mafundisho ya Kikristo ambavyo baadhi vina mwelekeo wa kiuchumi. Wasomaji wa vitabu wanafahamu kuwa waandishi wazuri wa vitabu ni wasomaji wazuri pia. Ukisoma vitabu vyake, utangamua kuwa ni msomaji mzuri na tukimalizia kwa mwalimu Julius Kambarage Nyerere, huyu naye alifanya urafiki na vitabu. Mzee Said Mohamed alishawahi kuandika makala inayoonyesha kuwa baba wa taifa alikuwa ni mtu wa vitabu. Naamini hata mbinu alizozichagua kutumia wakati wa kudai uhuru wa Tanganyika kulichegiza na usomaji wake wa vitabu, aliufahamu vyema ulimwengu wa wakati wake. Ukisoma vitabu utaongeza ufahamu wa lugha mbalimbali na kuongeza uwezo wa misamiati ya kuwasiliana, kujiamini na kile unachokifanya kinakupa ujasiri na uthubutu katika maisha. Mimi ni Matrida Beltazari.